Hivi karibuni nilisoma eh maandiko ya mwanafizikia maarufu, mtaalamu wa ulimwengu ambaye amedai kwamba ulimwengu ulianza kutoka kwenye kitu kisicho na chochote. Aliandika, huhitaji Mungu ili kuunda ulimwengu. Hata hivyo, anakubali, siwezi kuthibitisha kwamba Mungu hayupo, lakini ningependa zaidi kuishi katika ulimwengu usio na Mungu. Sawa, hebu nikuambie Eh, mtazamo huu wa kusikitisha unaokanusha muumba kwa kweli unamaliza dhamani na kusudi la maisha. Mwanasayansi huyo huyo kwa njia alielezea wanadamu kama kiasi tu cha uchafuzi. Bila sisi, anadai ulimwengu ungeendelea kama ulivyo, hivyo jamii ya wanadamu haina umuhimu wowote. Sawa, hebu ni kuambie, eh Biblia ina kitu tofauti sana cha kusema kuhusu jamii ya wanadamu. Kwa kweli, hapa katika Zaburi 139 Mfalme Daudi anaandika kwamba Mungu alitumba kwa uangalifu maalum na maana maalum katika maisha. Anaandika hapa katika mstari wa 15, mfupa wangu haukufichwa kwako, Mungu, nilipokuwa nikifanywa kwa siri. Neno hili la Kiebrania lililotafsiriwa kama mfupa linarejelea mifupa yetu anazungumzia kuhusu mifupa yetu, na nimesoma kwamba tuna takriban mifupa 206 mwilini mwetu, ikiwa una yote sawa. Daudi anaandika hapa kwamba Mungu aliibuni, Mungu aliibuni ili ifitiane pamoja, na alifanya hivyo katika vilindi vya dunia. Hiyo ni sitiari wa sehemu za siri za giza za tumbo la mama. Daudi pia anaonyesha kwamba kila maisha yamepangwa tangu mwanzo kabisa. Mstari wa kumi na sita: katika kitabu chako ziliandikwa zote siku zilizoandaliwa kwa ajili yangu. Kwa hivyo fikiria, kila siku pia imeundwa na Muumba yule yule aliyeunda kila kitu kuhusu wewe, sawa? Sasa Daudi anasema hapa katika mstari wa kumi na saba: jinsi mawazo yako yalivyo ya thamani kwangu, e Mungu, jinsi yalivyo mengi kama ningea hesabu ni zaidi ya mchanga. Je, umewahi kufikiria kuhusu ukweli kwamba Mungu anafikiria juu yako mawazo zaidi juu yako kuliko mchanga wa dunia nzima? Kwa hivyo je aliteleza au au alikengeusha wakati alipokuumba? Je, aliondoa macho yake kwenye mradi wakati fulani? Hapana, alikuwa akifikiria kwa makini. Kila kitu, anajua kila kitu kukuhusu tangu ulipotungwa mimba kweli, utoka alama yako ya kipekee ya vidole hadi umbo la pua yako hadi rangi ya nywele zako hadi uwezo wako bora na hata ulemavu wako wenye maumivu zaidi. Alibuni kila kitu kukuhusu. Kwa nini? Kukuza ndani yako imani na utegemezi wake na kwa kweli kutamani si tu kwake bali kutamani kuishi naye katika mwili wako wa mwisho uliotukuzwa, uliokamilika, usiokufa. Sasa kwa wakati huu amekubuni ili ushuhudie kwa kipekee kwa ulimwengu wako kwamba neema yake inakutosha kuvuka siku nyingine. Na sasa kuanzia hapa katika mstari wa kumi na tisa, Daudi anaanza kushiriki kidogo hasira yake ya paki kuelekea ulimwengu usioamini ambao unampinga Mungu muumba wake. E, laiti ungewaua waovu e Mungu; enyi watu wa damu ondokeni kwangu. Wanazungumza dhidi yako kwa nia mbaya, adui zako wanachukua jina lako bure. Je, siwachukii wale wanaokuchukia e Bwana? Je, siwachukii wale wanaoinuka dhidi yako? Nawachukia kwa chuki kamili na wahesabu kuwa maadui zangu. Yeah. Hayo ni maneno makali sivyo? Hii ni kile mwandishi mmoja alikiita chuki takatifu. Sasa ombi la Daudi hapa kimsingi ni hili, Bwana. Kwa nini usiwawe sasa? Kwa nini? Kwa nini unasubiri hadi hukumu ya mwisho? Ushughulika nao kwa haki na uadilifu. Fanya uh, sasa. Komesha, propaganda yao ya kiburi dhidi ya uumbaji wako. Na hicho ndicho anachotaka, anataka ikomeshwe sasa. Unahitaji kuelewa wapendwa, Mfalme Daudi anachukua mtazamo wa Mungu wa hukumu. Katika kipindi hiki cha agano la kale, Mungu mara nyingi alihukumu dhambi katika agano la kale. Jinsi gani? Mara moja, angeamuru Israeli kuhukumu dhambi ha, mara moja leo. Katika kipindi hiki cha Agano Jipya cha neema tumeambiwa kwamba Mungu sasa anahifadhi ghadhabu yake hadi hukumu ya mwisho, Warumi 2:5. Kwa hivyo dhambi haijahukumiwa mara moja kila wakati, lakini hukumu itafika hatimaye. Na ndiyo maana watu wanaompinga Mungu na kuandika makala dhidi ya kazi za mikono ya Mungu, kama yule mtu niliyemtaja awali, wanaweza kuendelea kufanya hivyo bila kuadhibiwa wanaweza kuendelea kuasi dhidi ya Mungu kwa muda mfupi zaidi, na bila kujua kabisa kwamba Mungu anahifadhi ghadhabu yake ya haki na hasira kwa siku hiyo ijayo. Sasa hapa katika mstari wa 21, Daudi anaandika: Je, siwachukii wale wanaokuchukia, e Bwana? Na je siwachukii wale wanaoinuka dhidi yako? Sasa neno lililotafsiriwa kama kuchukia linaelezea neno chuki ni neno la Kiebrania ambalo linaweza kutafsiriwa kama kuhuzunika. Kwa maneno mengine, chuki yetu, kile anachorejelea ni kitu cha huzuni iliyochanganyika na huruma kwa mwenye dhambi. Kwa kweli, mmoja wa wachungaji wa zamani, Charles Spurgeon, alitoa maoni juu ya maandiko haya na aliandika, hisi ni mbaya sana bali ni huzuni juu ya kutoamini kwao kwa kweli katika agano jipya yesu ataonyesha mtazamo huu huo katika marko 3:5 anatazama hadhira hiyo isiyoamini jinsi gani kwa hasira akiwa na huzuni juu ya ugumu wa mioyo yao hivyo hii ni hasira ya haki iliyochanganyika na huzuni juu ya ukaidi wa mwenye dhambi dhidi ya mungu sasa Daudi hana nia tu ya kufichua wenye dhambi waliomzunguka na kuchukia dhambi zao, akihuzunika juu ya ukaidi wao. Anavutiwa pia na moyo wake mwenyewe, kwa hivyo anamaliza zaburi hii sasa na moja ya maombi ya kibinafsi zaidi katika Biblia yote. Anaandika hapa katika mstari wa ishirini na tatu: nipeleke, e Mungu, na ujue moyo wangu, nijaribu na ujue mawazo yangu. Unajua, ombi hili la mwisho lina mantiki kamili, sidio? Daudi ameweka wazi katika zaburi hii kwamba Mungu ni mjuzi wa yote; yeye anajua yote, yeye yupo kila mahali, yeye yupo kila wakati, anajua kila kitu, yupo kila mahali kwa wakati mmoja. Panda juu kadri uwezavyo, e, kumbuka mstari wa nane, yupo pale. Shuka kwenye kina cha dunia, Sheol. Unajua nini? Yupo pale nenda mashariki kwenye mabawa ya alfajiri, mstari wa tisa, yeye tayari yupo pale. Nenda magharibi zaidi ya bahari, na yeye yupo pale. Safiri kwenye giza, mistari ya kumi na moja na kumi na mbili, Mungu yupo pale, na anaweza kuona kwa uwazi katika giza kama anavyoweza kuona katika mwanga. Yote hayo kusema hakuna haja ya kujaribu kuficha chochote kutoka kwa Mungu. Kwa hivyo Bwana, Nijaribu na unijue. Sasa Daudi hasemi hapa, "Vema, sawa Bwana, kwa kuwa unajua kila kitu, nita nitakubali ukaguzi wako, unajua nitajisalimisha." Hapana. Je, umeona hapa jinsi anavyokaribisha ukaguzi wa Mungu moyoni mwake? Ee Mungu, unichunguze ujue moyo wangu. Sasa kwa nini Daudi angekaribisha aina hiyo ya ukaguzi wa kibinafsi? Vema, kwa sababu anaamini kama vile nabii Yeremia alisema katika sura ya kumi na saba mstari wa tisa moyo ni mdanganyifu kuliko vitu vyote na ni mgonjwa sana au mwovu sana. Ni Mungu pekee anayeweza kubomoa kwa usahihi ulinzi wetu na kufichua nia zetu na kuchunguza mioyo yetu kwa kweli. Kitenzi ambacho Daudi anatumia hapa kwa kuchunguza kinamaanisha kuchunguza kwa undani. Inamaanisha kuchimba e, kwa kina. Inamaanisha kuchunguza ni kama Daudi anavyosema, Bwana, nataka uniweke chini ya uchunguzi wa kimungu. Je, umewahi kuona picha za habari za mtu ambaye yuko chini ya uchunguzi? Maafisa wanatoka katika ofisi ya mtu huyo wakibeba masanduku juu ya masanduku na kompyuta na vitabu vya benki na na wanatoa makabati ya faili na na mtu huyo, unajua, labda anatumaini hawatapata lile sanduku moja, risiti moja, faili moja. Kweli, hiyo siyo picha hapa. Daudi kimsingi anafungua kila dro, anampa Mungu kila sanduku, anatoa kifuniko chake na kusema, Bwana, usipuuze hili, angalia hapa pia Anaandika hapa katika mstari wa ishirini na nne, angalia kama kuna njia yoyote yenye maumivu ndani yangu. Neno hilo lenye maumivu linamaanisha lenye kuumiza au hatari au lenye kujiharibu. Nataka uipate Mungu, nataka uione na uijue. Daudi sasa anamaliza zaburi hii kwa kuandika hapa tamko hili la kutia moyo: niongoze katika njia ya milele. Wataalamu wa Agano la Kale wataonyesha hapa kwamba unaweza kutafsiri kifungu hicho cha mwisho, niongoze katika njia ya zamani, au niongoze katika njia ya kale. Kwa maneno mengine, anachosema ni niongoze katika njia uliofunua katika siku za kale, kwa sababu neno la Mungu halibadiliki. Kwa hiyo, Daudi anamuomba Mungu kimsingi, amwongoze kulingana na neno lake ni njia nyingine ya kukubali tazama, mimi kama mtu nina mwelekeo wa kufuata njia mpya, njia maarufu, njia mpya. Hapana, hapana, hapana, neno la Mungu bado linatuonyesha njia, njia ya kale bado ni njia ya kweli. Unajua, utimilifu wa hili unapatikana katika mtu wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi, ambaye alitangaza mimi ndiye njia na kweli na uzima. Hakuna mtu ajaye kwa baba ila kwa njia ya mimi, Yohana 14:6. Hii inamaanisha hakuna mtu anayesafiri kwenda mbinguni isipokuwa kwa njia hiyo inayopita kupitia Yesu Kristo. Kwa kweli, huwezi hata kuomba kwa Mungu Baba bila kupitia mpatanishi, Mungu Mwana. Lo, ukweli ni kwamba Mungu hataki tukose njia, hataki ukose njia. Kwa nini? Kweli kwa sababu alikuumba. Alikufanya wewe si bure, wewe wewe wewe si uchafu kwenye sayari, wewe si kosa. Mungu amekuumba ameumba mbingu kwa ajili yako, ame amebuni maisha kwa ajili yako sasa hivi, maisha ya milele yajayo ambayo hatuwezi kufikiria, kupitia mwana wake Yesu Kristo.